Usahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Asante sana Desi, Domino, Ruta, Ibe, banki, kutoka kwa. Jina naitwa Melchiades Domino Rutayebesibwa, meneja huduma za kibenki kutoka tawi la Benki Kuu Mtwara. Kwa mwaka huu bado hatujapokea taarifa yoyote kuhusiana na pesa bandia, lakini kwa sababu tunaingia kwenye kipindi sasa cha mavuno ndio maana tunawahimiza sana Watanzania waongeze umakini kanda hii. Kama umeuza mahindi yako, maharage yako, tumbaku au ufuta, hakikisha au rahisisha basi, mshakubaliana na yule mnunuzi, mkalipanie kwa wakala. Lakini kwa sasa hivi sina takwimu zozote zinazoonyesha tumekamata pesa bandia. Kiasi tuko hapa Songea kutoa elimu kuhusiana na alama za usalama zilizo kwenye noti yako ya Kitanzania. Kuzifahamu alama hizi ni muhimu. Lengo letu kuhakikisha kwamba wahalifu wanaotengeneza wanaotengeneza za kigushi wasipate nafasi tena ya kuingiza pesa za bandia kwenye mzunguko. Tuna njia tatu za kuweza kuitambua pesa hii ya Kitanzania, noti yetu. Njia ya kwanza ni ya kuona kwa macho, ambayo tayari pale kwenye kwenye noti yako kwa urahisi kabisa, ukinyanyua kwenye mwanga uso wa noti yako, kwenye ile alama nyeupe unauona kabisa taswira ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage. Ukinyanyua kwenye mwanga baba wa taifa na kwenye kidevu chake thamani ya ile pesa, lakini hatuishii hapo ni vyema basi alama nyingine ya usalama ukaitambua kwa urahisi kabisa kwa kuiangalia kwenye mstari huu unaoingia na kutoka au mstari wa kudalizi. Mstari huu ukiunyanyua kwenye mwanga unabadilika, huyi wa kudalizi unakuwa mwembamba mweusi na maandishi ya BOT BOT na thamani ya pesa hiyo. Ni alama nyingine ya usalama ambayo inakusaidia. Lakini noti yako hii kwenye kona tarakimu elfu kumi au elfu tano, elfu mbili ina maugwa chini yake au ya viringo vilingo. Hivi ukivinyanyua kwenye mwanga vinakonyesha thamani ya ile pesa. Hiyo ni alama nyingine ya usalama, na alama ya mwisho ya kuona kwa macho ni nyuma ya noti yako, box lile lenye taswira ya twiga, ukiichezesha kwenye mwanga lazima ikonyeshe rangi mbili ya kijani na dhahabu. Tuko hapa kuwaelimisha Watanzania wazifahamu hizi alama kwa lengo la kuwazuia wale wahalifu wanapofanya biashara zao hizo za kihalifu kuingiza pesa bandia wakose pakuingili. Kwa mtu ambaye atabainika kusambaza noti bandia swala so, sasa ni la kisheria zaidi, lakini nimeshawahi kuitwa mahakamani kutoa ushahidi. Kuna watu nioshuhudia kabisa wakifungwa miaka mitano au miaka kumi ikishathibitika kwamba ile pesa aliyokuwa anaisambaza ni pesa bandia. Sheria inachukua mkono wake hapo, ambao wanapumiwa na wanafungwa. Tanzania kwa ujumla, tuamke, tuamke, tuwe wajanja, tutumie mitindo mizuri kabisa na ya kisasa ya kibenki na mawakala na simu. Hamna haja kutembea na hela nyingi, brother au sister kwenye pochi yako. Kwa hiyo ukiwa na hela kwenye simu, mpesa, tigo pesa au mashirika mengine, hela yako iko salama. Hata simu ikiibiwa, ukienda kufanya, ukiweka simu kadi mpya, hela yako iko salama. Mabenki yamerahisisha, weka hela yako benki, una kadi au unaita una kishinjio